Askofu wa jimbo zuri la Iringa Kaskazini, pamoja na kamati yako na meza kuu, mabibi na mabwana, itifaki ikiwa imezingatiwa, ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na mwokozi wetu, haleluya. Tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha leo kufika mahali hapa Mayanga kwa ajili ya kushuhudia uzinduzi huu wa kupanda makanisa haya mia moja katika jimbo letu la Iringa Kaskazini. Tunamshukuru mgeni rasmi kukubali mwaliko wetu, na tunapenda kukukaribisha wewe katika mkutano huu pamoja na meza yako kuu na uzinduzi huu wa makanisa mia moja itakayofanyika katika jimbo letu zima la Iringa Kaskazini. Mikutano hii ita inatokana na, na agizo lako kwa kikosi kazi na baada ya kamati ya maandalizi ya utafiti tulipata maeneo mia moja na tatu. Na baada ya utafiti wa kina wa kamati ya utafiti tulipata maeneo mia moja katika sehemu zote kumi na tisa za jimbo la kwanza. Baada ya majimbo kuga, jimbo kugawanyika, maeneo 92 ya kupanda makanisa yametambuliwa kwenye sehemu zetu zote 15 za sasa. Maeneo 8 yaliyobaki yanaendelea kutambuliwa kabla ya wakati haujaisha ili kukamilisha lengo la makanisa yote mia moja. Pawaga, tuna maeneo section ya Pawaga, tuna maeneo matano. Kalenga, tuna maeneo mawili. Kidamali, tuna maeneo manne. Lugalo, tuna maeneo saba. Ruaha, tuna maeneo manne. Iringa, tuna maeneo manne Mkwawa tuna maeneo mawili, Tanangozi kuna maeneo manne, Kiwele kuna maeneo tisa, Mtela kuna maeneo kumi, Isimani kuna maeneo matatu, Mazombe kuna maeneo kumi na nne, Mahenge kuna maeneo sita, Ilula kuna maeneo kumi na saba. Bonde la Ufa kuna eneo moja jumla maeneo, sabini, maeneo tisini na mbili. Hapa Kiwele ni maeneo tisa ambayo tunatarajia kuweka huduma ya kanisa viwanja katika maeneo hamsini na mbili tayari vimepatikana juhudi za gharama za ununuzi wa viwanja hivyo zinaendelea kufanyika mpaka sasa. Zaidi ya shilingi milioni 29 laki saba zinahitajiwa kutumika kwa gharama ya ununuzi wa viwanja vichache katika sehemu za Bonde la Ufa Kiwele, Ilula, Iringa, Tanangozi, Mahenge, Kidamali, Kalenga, Lugalo na Pawaga. Ratiba za mikutano na upandaji wa makanisa zinaendelea kuandaliwa na kamati ya sehemu, wakishirikiana na kamati yetu ya idara ya uinjilisti. Tunaamini idara za jimbo zote pamoja na kamati zote za sehemu wanaendelea kujiandaa kufanikisha upandaji wa makanisa kama walivyo, eh, livyo agizwa na kamati yako ya jimbo. Tunaombea tuna, tuna matokeo mazuri ya maono yako, askofu wetu, ya kwamba Bwana atawaokoa watu wengi katika mkutano huu wa uzinduzi na mikutano mingine yote. Mpendwa baba Askofu, nichukue fursa hii kwa niaba ya kamati yangu ya uratibu wa mikutano hii kukushukuru sana, tena pamoja na waandishi wa habari NYTV kuja kutuchukulia tukio hili maalum sana katika jimbo letu la Iringa Kaskazini. Na niwatie moyo wachungaji na waangalizi, ya kwamba askofu amekuja na gia kubwa ya kutubusti sisi waangalizi, ambao tulitakuwa tupande e, makanisa matano kwa mwaka na kusomesha wachungaji watano. Sasa yeye amekuja na gia kubwa — hatutapanda matano tu. Eh, mimi Ilula napanda kumi na saba zaidi ya matano. Amina. Kwa hiyo ukweli tumpe Mungu makofi mazuri kwa ajili ya askofu wetu kwa ajili ya kutubusti. Na tufahamu ya kwamba anachakalika kutafuta wadau mbalimbali ili tuweze kufanikisha maono haya. Amina. Baada ya kusema haya, baba askofu, na mkutano mkuu, naomba nirudishe maiki kwa katibu wetu wa jimbo. Kapisa hayo hayajatosha, sasa itampa mwangalizi mwenyeji, yeye asalimie na aweze kusema kwa niaba ya mwangalizi hawa na kamati zao, maana huyu ndiye mwangalizi mwenyeji wa seksheni hii ya Kiwele. Karibu, baba mwangalizi, useme na na watu hawa na uwasalimie. Lakini ukiwa unasema na dunia zima, maana kuna kitu kinakumulika pale. Makofi kwake jamani. Nina <tipas> <tipas> wasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo Bwana Yesu Ndugu zangu, napenda nimshukuru Mungu sana, yeah. Napenda nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya kusanyiko hili ambalo ni la kipekee katikati ya mkutano huu. Tunamwona Mungu akianzisha moto huu kwa ajili ya upandaji wa makanisa mia moja Seksheni yetu ya Kiwere imependelewa, namshukuru Mungu sana kwa hili. Baba Skofu, Mungu akubariki na kamati yako, na napenda niwashukuru wachungaji pia kwa ajili ya mwitikio huu, pamoja na washirika wote ambao mupo mahali hapa. Bwana Yesu abariki sana katika tukio hili la ajabu. Mimi naliona tukio hili kama ni la ajabu, na ninamshukuru Mungu sana katika hili. Amen. Na ninatamani kuona kwamba moto huu unaowashwa leo unakuwa ni, ni, ni, ni, ni chimbuko, ni chanzo kabisa kwa ajili ya moto ambao unakwenda kuwashwa sasa kwenye seksheni zingine mbalimbali. Siwe tu kwa sababu tupo tu hapa, lakini maono halisi ambayo yamekuwa yapo na kwa sababu ya chanzo hiki, basi tukaonyeshe moto huko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi kwa maneno ya machache Napenda nirudishe maiki kwa katibu wetu, karibu sana. I am I. Asante, baba mwangalizi, naomba tupige makofi mengi kwa Yesu, wakati watumishi wa Bwana wakishuka hapo na kurudi kwenye viti vyao, makofi mengi kwao tafadhali. Lakini namuomba pia maondo Chungaji maondo namuomba. Yupo. Yupo. Uh, kwenye okay. Okay. namwomba kwenye kita mefika bado Bwana Yesu asifiwe na mshukuru Mungu kwa ajili yenu na kwa ajili ya mkutano huu. Tunaandaa mikutano mia ya namna hii, tunaamini kutakuwa na mikutano mingine na wewe utakuja. Mwenyeji wa hapa Manyanga, watu hawajalala. Watu wamekesha ili wewe upate kusikia habari njema za Bwana wa majeshi Yesu Kristo. Watoto tumewaandalia walimu wa kuweza kuwahudumia. Wazee kama mimi tumeandaa walimu kuanzia kesho wa kuwahudumia. Watu wengine wote, kuna mtu anakuja baada yetu, ameandaliwa rasmi kuanzia leo hii mpaka Jumapili jioni. Usikose habari njema Amen, za wokovu, za kufunguliwa Amen, kutoka kwenye maumivu Amen, kutoka kwenye mateso Joga kwenye hofu. Mungu awabariki sana. Amen, kutoka kwenye hofu. Mungu awabariki sana. Tuabudu, jo jo jo jo jo jo jo kwa Yesu, yeah, ujanja ni kuokoka, kuokoka. Mwambie jani yako ni kuokoka. Mwambie jani yako ujanja ni kuokoka Bwana unapoona kwaya hatuko nyuma Amen. Tuko tuko sambamba na askofu wetu kuhakikisha kwamba maono haya ya kufungua makanisa mia moja yanatimia Amen. Na hapa tuna kwaya ambayo inatokea Nyangoro mm. Wao watakuwepo siku zote mahali hapa mm. Hiyo <clothed> ndio kwaya yetu kuu ya mkutano na wao kwenye taarifa zao watakuwa wanasema tumefungua makanisa, na kanisa la kwanza ambalo wanaenda kufungua hili ambalo linafunguliwa siku ya leo yeah. Naomba kwaya yetu ya Nyangoro, Nyangoro Christian Center, mpigieni Yesu makofi mengi, amen. Nombe kwaya ya wenyeji, inueni makofi kwa Yesu. Mshangilieni Yesu kwa sababu anastahili peke yake. Amen. Na kwenye kila kituo ipo kwaya maalum ambayo itakuwepo kwa siku zote, lakini kwaya zote zile za karibu, maeneo ya karibu watakuwepo pia kwa ajili ya ushirikiana na zile kwaya nyingine ambazo zitakuwepo. Kwa hiyo karibuni sana tuko hapa kumwaribisha Shetani, kuhakikisha tumenyang'anya watu wote waliofungwa, wanakuja kwa Yesu. Haleluya, asante sana Bwana kubariki wanakwaya. Mnaweza mkarudi kwenye maeneo yenu lakunga. Oh, mikono namna ile kwa Yesu. Maikizi vipi, bwana?